Haleluya. Naomba uketi. Tunamshukuru Mungu ametupa nafasi ya kujifunza neno la Bwana asubuhi, na kupongeza wewe ambao amepata nafasi ya kufika lakini pia kipekee wale ambao watafuatilia kwa njia ya mtandao Mungu awabariki sana. Uh, somo letu ambalo tutatembea nalo wiki hii lina kichwa kinachosema uponyaji, uponyaji. Kwa hiyo kwa wale wanaoandika andika kwa herufi kubwa kabisa uponyaji. Na neno ambalo tutasimama nalo kile kitabu cha Zaburi ya mia moja na tatu mstari ule wa kwanza hadi wa tatu. Zaburi mia moja na tatu mstari wa kwanza hadi wa tatu inasoma katika jina la Yesu: E nafsi yangu umuhimidi Bwana. Naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. E, nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Tuendelee na ule mstari wa nne. Aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema au aushibisha mema uzee wako, ujana wako utarejezwa kama tai. Aushibisha mema uzee wako, ujana wako utarejezwa kama tai. Cha kwanza, kwa wale wanaoandika, tutoe tafsiri ya uponyaji, tutoe tafsiri ya uponyaji. Uponyaji ni tendo la kiimani, uponyaji ni tendo la kiimani la kupokea uzima katika roho au mwili kwa njia ya kuombewa, kuwekewa mikono au kulisikia neno la Mungu sahihi kutoka kwa Kristo Yesu. Naomba nirudie: uponyaji ni tendo la kiimani la kupokea uzima katika roho au mwili kwa njia ya kuombewa kuwekewa mikono au kulisikia neno la Kristo. Nirudie mara ya tatu kwa wale ambao wanaandika, uponyaji ni tendo la kiimani la kupokea uzima katika roho au mwili kwa njia ya kuombewa, kuwekewa mikono au kulisikia neno la Kristo na kuna aina tatu za uponyaji. Kuna aina tatu za uponyaji. Aina ya kwanza ya uponyaji ni uponyaji wa kiroho, ni uponyaji wa kiroho. Lakini aina ya pili ya uponyaji ni uponyaji wa mwili kwa habari ya afya, uponyaji wa mwili kwa habari ya afya. lakini aina ya tatu ya uponyaji ni uponyaji wa kiuchumi, uponyaji wa kiuchumi. Na lile neno ambalo tumesimama nalo la Zaburi ya mia moja na tatu mstari wa kwanza hadi wa tano tunaona haya mambo yote matatu yako hapa. Jambo la kwanza anasema Ee, nafsi yangu muhimidi Bwana wala usizisahau fadhili zake zote. Cha kwanza anasema akusamehe maovu yako yote, akusamehe maovu yako yote, uponyaji wa kiroho. Akusamehe maovu yako yote anasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara wa dhambi ni mauti. Unapo samehewa, unapo kwa hiyo unaposamehewa unapompokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako tayari umesamehewa na umeponywa kiroho, kwa hiyo hautaangamia. Unapoondoka hapa duniani, utaishi milele, kwa hiyo ni uponyaji wa kiroho. Roho yako haiwezi kupotea milele, lakini anasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, kwa hiyo uponyaji wa kimwili, magonjwa mbalimbali, na tunafahamu yako magonjwa mbalimbali, kwa hiyo Mungu anaingilia kati kutuponya. Lakini mstari ule wa tano anasema aushibisha mema uzee wako, ujana wako utarejezwa kama tai. Aushibisha mema uzee wako, ujana wako utarejezwa. Kwa hiyo tunaona namna ya uponyaji sasa wa kiuchumi, kuna mema hapa, imetajwa uponyaji wa kiuchumi kwenye maisha yetu kama binadamu, hasa kwenye eneo la kiroho. Kuna watu wengi sana, wakati mwingine tunakutana na changamoto kwenye hili eneo. Unaweza ukawa umeokoka. Kuokoka ni jambo moja, kutunza wokovu ni jambo lingine. Unaweza ukawa umeokoka leo, unaweza ukasema kwa nguvu sana, Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akikupima kwenye vipimo vyake anaona kabisa unalitaja bure jina la Bwana. Kwa hiyo ni muhimu sana kumwomba Mungu atusaidie tunapookoka, basi tuishi matendo yetu yazihirishe kwamba kweli tumeokoka. Kwa hiyo unaposema umeokoka halafu unaishi tofauti na mapenzi ya Mungu, tayari huo ni ugonjwa wa kiroho, unahitaji msaada wa maombi, Mungu aingilie kati ili akuponye kwenye hilo eneo ili unapokiri kwa kinywa tuone pia matendo yako yako sawasawa sawa na unavyokiri. Lakini kwenye eneo hili la kiroho pia adui anaweza akakushambulia. Mwanzoni wakati umeokoka, unaweza ukawa moto vizuri sana, muda wowote unatamani kusoma neno la Mungu, muda wowote unatamani kuomba, muda wowote unatamani kusifu na kuabudu, unasikia huku ndani kunawaka moto. Lakini adui akikushambulia akileta ugonjwa wa kiroho mwisho wa siku, ukiingia kwenye Bibilia unasinzia saa hiyo hiyo unaanza kulala, lakini siku za nyuma a, hakuna shida, unaweza ukasoma hata Matayo yote unamaliza, unasoma kitabu cha mali kochote. Lakini sasa hivi, saidia jirani yako, muulize mwenzangu, sasa hivi huko vizuri, haujashambuliwa na ugonjwa wa kiroho kwamba ukisoma ni kama zamani unatiririka tu na unapata ufunuo, unaelewa. Kwa hiyo unaweza ukasoma, sasa hivi unashangaa unalala usingizi kabisa, ujue hilo ni shambulio la kiroho. Katika ulimwengu wa roho waro, tayari umeshughulikiwa. Kwa hiyo ni vyema kuomba, ili Mungu atuponye mioyo yetu, atuponye fahamu zetu, ili tunaposoma neno la Mungu tulisome na tulielewe, pia na tupate ufunuo pale tuliposoma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwenye moyo pia unaweza ukakuta mtu mwingine anaomba lakini moyoni kuna maumivu. Moyoni kuna maumivu. Moyoni kuna hofu. Sasa unapomwamini Mungu katika jambo fulani, unapojua kabisa kwamba kuishi kwako ni Kristo, halafu huku unaendelea kuomba ndani yako umejawa hofu, hiyo ni changamoto. Ni muhimu kushughulikia hofu. Usikubali adui akaweka hofu ndani yako, ukashindwa kumwamini Mungu aliyekuumba. Amen. Haijalishi mambo yanatisha kiasi gani, tumwangalie Mungu aliye hai, maana yeye anaweza kukuvusha wakati wowote, saa yoyote anaweza kukutunza. Kwa nini nasema jambo moja, Mungu unapokuwa na hofu ndani yako ni kama umemdharau umeona kwamba kinachokutisha kina nguvu kuliko Mungu aliyekuumba. Kwa nini? Kwa sababu kama, kwa sasa kama kuondoka unaweza kuondoka hata kwa staili hiyo. ni kitu gani kinakusumbua? ni kitu gani kinakutisha? pungia jirani yako mkono, mwambie usiogope, Bwana yuko pamoja nasi, Bwana atatupigania nasi tutauona ukovu mkuu wa Bwana. Wewe kwenye eneo pia la magonjwa, magonjwa yapo kabisa, magonjwa yapo na haya magonjwa. Bwana Yesu katika kitabu cha Yohana kumi mstari wa kumi anasema nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele, nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo amekuja kutuokoa kiroho, lakini pia amekuja kutuokoa kimwili anaponya wagonjwa na hata kama akikuponya leo wewe, sio ndio mtu wa kwanza. Ameshaponya vipofu, ameshaponya waliyetoka na damu miaka kumi na mbili, alishaponya waliyekuwa wameparalaisi, wenye ukoma ashawatakasa. Kwa hiyo sio jambo geni, ni jambo ambalo lipo na Mungu analifurahia. Unamfurahia, unamwabudu, unamtukuza. Aleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu ungeumwa usingeweza kuja kwenye ibada ya asubuhi, ungebaki nyumbani au ungekuwa hospitali, madaktari wanakupima saa hiyo, wamezunguka kwenye kitanda chako. Lakini kwa sababu Mungu amekupa nguvu, amekupa afya, amekupa neema ya kufika kwenye madhabahu yake. Muamini, yeye anaweza kukuponya. Muamini, yeye anaweza kukuponya. Andika kile kitabu cha Wakolosai wa kwanza mstari wa kumi na tatu Wakolosai wa kwanza yani moja mstari wa kumi na tatu Wakolosai moja mstari wa kumi na tatu Lakini pia andika Ezekieli kumi na nane mstari wa ishirini hadi ishirini na moja Ezekieli kumi na nane mstari wa ishirini hadi ishirini na moja na Mathayo mtakatifu 12:33 hadi 35. Mathayo mtakatifu 12:33 hadi 35. Sasa wa Wakorosai 1 mstari wa 13 anasema, naye ametuhamisha katika ufalme wa giza, ametuketisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake Naye ametuokoa katika ufalme wa giza. Ina maana Yesu Kristo ametutoa kwenye ufalme wa giza, ametuhamisha, ametuleta kwenye ufalme wa Mungu aliye hai. Na kwa nini sasa, mtu aliyehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza, amehamishwa kwenye ufalme wa Mungu, lakini bado yamkini, tunaona kuna vifungo vinamwandama kwa nini bado tunaona kwamba kuna vifungo vinamwandama? Kuhamishwa ni jambo moja, kuvishughulikia vifungo ni jambo lingine. Kwa hiyo unapohamishwa, kuna hatua ya kufanya au kuna jambo la kufanya la kushughulikia vifungo hivyo. Vifungo vinahitaji uvishughulikie, unahitaji maombi ya kufunguliwa ili hivyo vitu vikuachie na unaweza ukasema, sasa mimi nimeokoka, nitajuaje kwamba bado adui ananiandama? Bado ninashambuliwa? Na mimi nimeokoka, nitajuaje? Kuna dalili kadhaa za kutambua kwamba adui bado anakushambulia hata kama umeokoka. Kuna dalili kadhaa za kuangalia hapa, ambazo za kutambua kwamba adui bado anakuandama. Jambo la kwanza ni pale unapoota ndoto za kushambuliwa na nguvu za giza usiku unapolala. Unapolala usiku ukiona unashambuliwa na nguvu za giza, unaota ndoto za kula chakula, unaota ndoto za kufanya tendo la ndoa kwenye ndoto, unaota ndoto za kukimbizwa na wachawi na kadhalika, ile ni dalili mojawapo pia kwamba kuna mashambulizi natakiwa ushughulikie ili hivyo vitu vikuachie kabisa, na ukipata utulivu, unaweza ukagundua kuna mlango yamkini bado hujaufunga, unaweza ukagundua kuna mlango yamkini bado hujaufunga. Lakini dalili ya pili ni pale uko ndani ya Yesu, lakini moyoni mwako una uchungu ni pale uko ndani ya Yesu, umeokoka kabisa, lakini moyoni mwako una uchungu na kuwachukia watu wengine. Yani unapoona ndani yako una chuki, unapoona ndani yako una, una maumivu chungu, na Mungu amesema samehe mara saba sabini. Ina maana hakuna kikomo, unatakiwa usamehe. Kwa hiyo kama umeokoka dalili ya kugundua kwamba ndani yako kuna kifungo, angalia moyoni mwako, je, umesamehe? Una amani na watu wote? Kama haujasamehe hauna amani na watu wote, kuna watu wengine una amani nao, wengine bado una maumivu nao, ukikutana nao unajisikia vibaya, tayari ni dalili ya kifungo. Ni muhimu kuhakikisha kwamba unapomkiri Kristo kuwa Bwana na, na mwokozi wa maisha yako, samehe, achilia, usiwe na chuki na mtu. Biblia inasema amchukie ndugu yake ni muuaji Amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Na ndugu sio lazima uliyezaliwa nao tumbo moja, kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ni ndugu yako, ni ndugu yako. Kwa hiyo tukiona chuki ndani yako, tayari ni dalili ya kifungo, kuna kifungo kipo, kuna kifungo kipo. Lakini dalili ya tatu ni yule mtu ambaye anasema kwamba ameokoka, lakini anaishi kwenye maisha ya dhambi obe yeye washerati uzinzi yeye, lakini akija hapa, bwana asifiwe kwa sana, ameokoka anasema nimeokoka, tena ameweka na tarehe na anaikumbuka kwamba tarehe fulani mimi ndio nimeokoka. Hiyo haimtishi Shetani hata kama umeokoka na tarehe unaikumbuka. Anachoangalia Mungu kwamba umesimamaje kwenye utakatifu, umesimamaje kwenye neno lake, kwa sababu Shetani pia anaangalia na anakuona na anapeleka mashtaka kwa Mungu, nasema huyu mtumishi wako anajifanya ameokoka, lakini angalia, sio mwaminifu kwenye fedha, sio mwaminifu kwenye eneo la uwasharati, sio mwaminifu kwenye eneo la ulevi, sio mwaminifu na kwenye maeneo mbalimbali, sio mwaminifu. Kwa hiyo Mungu anachotarajia aone tuwe waaminifu. Mwambie jirani yako uwe mwaminifu hata kufa, uwe mwaminifu mpaka kufa. Hivyo hivyo neno la Bwana linasema katika kitabu cha Ufunuo mlango wa pili mstari wa kumi uwe mwaminifu hata kufa. Mwaminifu ni gharama, uaminifu ni gharama. Sikudanganya mtu, kina Danieli mpaka wanatupwa kwenye tundu la simba ni kwa sababu ya uaminifu kina Meshaki, Shadraka na Abednego wanatupwa kwenye tanuru na moto, ni uaminifu. Je, leo hii ukiambiwa okay kwamba haya, chagua moja, unamchagua Yesu au unachagua kufa puga <laughs> okay, jirani yako mkono hivo, ambia mwenzetu utachagua nini? Utachagua Yesu uishi ufe au utachagua mambo mengine ili uishi? kwa hiyo uaminifu ni gharama, na mtu ambaye amesimama kwa uaminifu ndio Mungu anamfurahia. Yaani, haina namna hapo, ndo tunaona kwamba Ukristo ni gharama, sio jambo la kawaida kawaida tu. Kuna mambo mengine natakiwa unasimama kwa uaminifu, lakini yana gharama, na hiyo gharama inaweza kakugharimu hata uhai lakini Bibilia inasema uwe mwaminifu hata kufa, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea na upuuzi bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Neno la msalaba kwao wanaopotea, wao wanaona jambo la kawaida tu, lakini sisi tunayookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo issue kubwa ni kusimama kwa uaminifu kwenye msalaba, ni kusimama kwa uaminifu kwenye msalaba ili watu wauone uweza na nguvu ya Mungu ndani ya msalaba. Lakini unaposimamishwa na mpagani alafu unakuta kuna mambo mengine ya kawaida kabisa mpagani anaweza akawa anayafanya anayatekeleza, alafu we ni mkristo umebatizwa na unasema kwamba bwana asifiwe, unashindwa kutekeleza, alafu unasema kwamba nguvu ya msalaba kwa kwa, utakuwa ni muongo. Ni muhimu sana kusimama imara Hakikisha mahusiano yako na Mungu yanakuwa vizuri, na Mungu anaponya. Afichae dhambi zake hatafanikiwa bali yule aziungamae na kuacha, aziungamae na kuacha. Kuungama tu, maana mwingine akiungama tu kamaliza, akirudi nyumbani anaendelea na maisha yake yale yale. Kuja acha, bado acha. Acha. Kwa hiyo mwingine unaweza ukawa mkristo mzuri kabisa, umependeza Meulamba hapa vizuri, <laughs> vijana wanasema, lakini hujaacha dhambi. Mungu atusaidie, tuache unapoungama, acha. Unapoona umekosea jambo fulani mbele za Mungu, unapokwenda mbele za Bwana kutubu, acha, usirudie. Ndio maana kuna sehemu zingine Yesu aliponya mtu akaombea, usifanye dhambi tena, usifanye dhambi tena, yasije kukujia makubwa zaidi ya hili. Kwa hiyo mimi nimekuponya tayari lakini hakikisha unajitunza. Kwa kuna watu wengine Mungu amewaponya, lakini magonjwa yamerudi tena sio kwamba Mungu hajaona, ah, ni wao wenyewe, hawakuweza kusimama kwa uaminifu kutunza uponyaji. Kwa sababu walivyoponywa wakaona, ah, kumbe mimi naponywa, naendelea kunywa pombe bado niko mzima. Na baada ya anapoponywa inawezekana ndio kafunguliwa sasa. Kwa sababu alikuwa daktari amemwambia usinywe wala usifanye hiki wala usifanye hiki. Sasa alipopona akasema okay, hapa nimepona, ngoja sasa bia iko wapi? konyagi iko wapi? kwa sababu situmii dawa. Mwisho wa siku ile changamoto inarudi zaidi, na mwisho wa siku umauti unamchukua. Na huo umauti, kwa sababu yamkini hajatengeneza, kwa hiyo anaondoka kimwili, lakini pia kiroho anaweza kwenda kuishi milele motoni. Ni hasara mara mbili. Naomba usimame tuombe. Naomba usimame tuombe. Mungu atatupa nafasi pia ya kuangalia faida kama kumi na mbili hivi za uponyaji. Atatupa kuangalia faida kumi na mbili za uponyaji, lakini atakwenda kutupa neema ya kuangalia mambo kama kumi yatakayotusaidia kutunza uponyaji. Kwa hiyo kwenye hii wiki Mungu akupe neema, jitahidi tujifunze. Uh, iko mistari ya kutosha kwa habari ya uponyaji, tutaangalia na Mungu atatusaidia. Lakini kikubwa ni... Ponya. Mungu ataponya wiki hii, Mungu atatuponya, atatuponya miili yetu, ataponya roho zetu, tutaongezeka tu kiroho, tutaongezeka. Amen sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa damu ya Yesu. Siku ya leo nimesikia neno lako kwa habari ya kuponywa kiroho, kimwili na kiuchumi katika jina la Yesu leo hii ninatubu na ninamaanisha kuziacha dhambi zangu kabisa. Ninaomba upatanisho kati ya nafsi yangu na wewe Mungu, unikubali kwa jina la Yesu, nikutumikie kwa uaminifu, ufute hatia zangu zote, kwa popote nilipofanya makosa yoyote katika jina la Yesu. Umesema ya kwamba akusamehe maovu yako yote na akuponya magonjwa yako yote, katika jina la Yesu. Mungu, nakushukuru kwa kunisamehe saa hii na wakati huu. Nakwenda kushambulia kwenye ulimwengu wa roho, roho za magonjwa, magonjwa ya kimwili na magonjwa ya kiroho, yakaniachie na ya kiuchumi pia. Mahali popote nguvu za giza kwenye haya maeneo matatu ziliponishambulia, zinakwenda kuniachia. Ninayo damu ya Yesu, ninayo jina la Yesu, ninao moto wa Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila ugonjwa una masikio, sikia saa hii na kukemea, achia viungo vyangu achia uchumi wangu, achia mwili wangu, achia kiroho changu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, magonjwa yote achia mwili wangu saa hii, achia mwili wangu saa hii kwa damu ya Yesu. Sukari iwe noma, presha iwe noma, kila aina ya ugonjwa achia viungo vyangu Endelea kuomba kwenye hayo maeneo matatu baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mungu mwenye nguvu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, ninaachilia damu ya Yesu ikapite Bwana kwenye viungo vyetu. Tunatamka uponyaji kwa huyu mama, tunatamka uponyaji kwa huyu baba, tunatamka uponyaji hata kwa ajili ya wale ambao wanauguliwa na wazazi wao na ndugu zao na marafiki zao. Tunatuma neno la Bwana, maana Mungu umesema, umelituma neno lituponye na kututoa kwenye maangamizi. Nalituma hilo neno liende kwenye mifupa liende kwenye fupa mishipa liende kwenye kila kiungo chenye mazaifu ka katika jina la yesu kristo bwana yesu wale wanafunzi wako kumi na mbili uliwapa amri ya kutoa pepo ya kuponya magonjwa na kupoza kila aina ya udhaifu saa hii na wakati huu kila aliyebatizwa ni mwanafunzi wako na umempa hiyo mamlaka umempa ufunguo katika jina la yesu kristo nazareti na kila ugonjwa achia katika jina la yesu kwenye tumbo achia kwenye mgongo achia kwenye mifupa achia kwenye ufahamu achia katika jina la Yesu.

menye skito kwenye mambo ya kiroho. Mungu ukampe neema, kila mtu asimame kwa uaminifu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukamrejeshee neema ya kusoma neno, ukamrejeshee neema ya kuomba, ukamrejeshe kwa uaminifu, asimame katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu nakushukuru, atatamka nguvu za Mungu zipite kwenye sadaka zetu. na Bwana ukaponya uchumi wetu, ponya biashara za huyu baba, ponya biashara za huyu mama, ponya biashara za huyu kaka na huyu dada ya elimu za watoto wetu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba tunakushukuru, wewe ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo amen. Hebu mpigie Yesu makofi, haleluya. Basi kesho tutaendelea, karibisha na wengine. Hii wiki ni wiki ya maombi. Kesho tutapita kidogo kabisa, tapata nafasi ya kuomba kwa ajili pia ya taifa letu. Usikose, Mungu akuwezeshe. Tuombe, tutakuwa na mchaka mchaka wa kuomba uponyaji